Jambo tena mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi yetu isemayo Sitasahau usiku Ule, ambayo sasa inabisha hodi katika sehemu ya thelathini. Sehemu ambayo pazia linafunguka upya, machozi ya zamani yanageuka kuwa ushahidi, na siri zilizofichwa kwa miaka mingi zinakuja juu ya meza ya haki. Mimi ni msimulizi wako Leonard Mubali, nasema hebu tulia, tufuatane katika safari hii ndani ya sehemu ya thelathini. Ikiwa ni saa tano na nusu asubuhi katika mahakama, msongamano wa watu na kelele ndivyo vilivyosikika. Waandishi wa habari, ndugu wa marehemu mzee Nyalile wakiwa wamewahi viti vyao vya mbele, na wananchi waliokuwa wakifuatilia kesi hii kwa makini sana na kwa miaka mingi sasa wamesimama kwa hamu, wakisubiri utaratibu wa mahakama ili haki iweze kutawala juu ya bwawa la damu. Mlango wa chumba cha watuhumiwa mara pap ukafunguliwa. Makwapa na majuto, washitakiwa hao wakaletwa huku wakiwa wamechoka sana. Ukiwaangalia ndevu zilizoota bila mpangilio, wanatisha ukiwaona usoni mpaka kidevuni, macho yao yakiwa yamejaa majuto kwa kile walichokifanya, kutumwa na kumuua mzee Nyalile na mke wake. Mwendesha mashtaka akasimama. Mheshimiwa Jaji, leo tunaanza rasmi ushahidi wa kesi ya mauaji ya mzee Nyalile na mkewe, na tuna taarifa mpya na nzito. Kuna afisa wa uchunguzi aliyekuwa akipotosha kumbe ushahidi, na sasa na asakwa tukiwa na ushahidi kwamba amekimbilia nje ya nchi, maafisa wetu wapo huko. Waliokuwepo ukumbini wakaanza kutazamana usoni, maana kwa sheria za kimahakama hawakutakiwa kutoa sauti ama kuonesha kwamba umefurahiwa na kitu fulani, ukapiga makofi ama kushangilia. Wakaishia kunong'onezana tu kwa sauti za chini sana, ambazo haziwezi kuvuka mstari wa kisheria wa kwamba usipige kelele mahakamani, unaweza na wewe kufunguliwa tena kesi nyingine. Hii kesi huenda kuna mtu mkubwa sana amekuwa akilinda na kuharibu kuwalinda wauaji. Walinong'ona kwa sauti za chini sana. Mpenzi msikilizaji, Makwapa kainua mikono yake kama vile anasalimia watu, mshitakiwa ambaye viganja vyake kila aliyemtazama aliona kama vile vinavuja damu za wale aliowaua. Watu wakamshangaa, hata huo ujasiri wa kusalimia ameutoa wapi? Mheshimiwa Jaji, alianza kuzungumza Makwapa. Mimi na majuto tumechoka kukaa huku gerezani, tumekaa huku korokoroni kwa miaka mingi sasa tumeishi mahabusu na imekuwa kama ndo kwetu. Tunataka kusema ukweli wote leo ili lolote liweze kutokea. Kama ni hukumu basi tuhukumiwe. Wengine walilindwa, sisi tukaachiwa huku tuangamie, lakini uovu huu tuliotekeleza tulikuwa ni wengi. Kila aliyekuwepo mahakamani alikuwa ameshika tama, maana kitabu cha siri, zile siri nzito za mauaji ya mzee Nyalile na mkewe kinafunguka katika sehemu ya dibaji, sasa kuanza kusoma yaliyomo ndani. Majuto akamgeukia makwapa kimshangaa, mbona ameanza kuanika kila kitu peupe? Akasema, leo tutaongea kila kitu hata kama ukweli huo utatugharimu. Ukimya mzito katanda, huku Mweshimiwa Jaji akiwa anatafuna peni yake mdomoni alizoea kufanya hivyo kuonyesha kwamba yupo katika lindi la tafakuri ya jambo. Wengine wanaofuatilia kesi hiyo wakiwa pia wameshika tama. Kule jijini Kuala Lumpur nchini Malaysia ni saa nane mchana. Inspekita Baraka na fande Mrope wamekaa meza moja wakiwa wanasoma barua pepe kutoka Tanzania kwa viongozi wao. Baraka akashusha kidogo pumzi na miwani yake akiwa ameishikilia akasema, fande Mrope, hizi taarifa ni nzito yule afisa mkubwa aliyekuwa akivuruga ushahidi wa hiyo kesi ndiyo huyu huyu aliyekuwa kumbe hospitalini hapa mjini kwa Lalumpa, na sasa serikali inamtafuta kwa udi na uvumba. Jukumu hilo tumepewa mimi na wewe, Baraka, ndiyo maana wametupa amri tusiondoke, tiketi zetu zimekatishwa. Je, tutafanya nini ili tuweze kumkamata? Na hapo hapo kumbuke, tuna kibarua cha kumtafuta Nasra. Mrope akainama kidogo oyake akiwa makini kutafakari jambo, akajibu akasema, Inspekta Baraka, bado hatujampata Nasra, tumepewa kibarua kingine. Yeye ndiye kifunguo cha kumkamata huyu mtu. Alishawahi kumtembelea hospitalini kwa mfumo wa siri, hivyo Nasra anaweza kuwa anajua yupo wapi huyu kiongozi aliyeasi na kuanza kutesa na kuwa upande wa wale wahalifu. raka akatoa simu yake akimnyoshea kidole Mrope kwamba hebu angalia, huwezi kuamini, tunavyotafakari tutampata wapi Nasra, ujumbe wake huu hapa. Kisha Mrope akasema nanitania ama ni mambo yako ya utani? Akasema tulia, niweze kukusomea ujumbe huu. Ujumbe ulisema hivi: mimi ndiye Nasra, lakini nilifika siku moja mpaka meza mliyokuwa mmekaa, hamkuweza kunitambua kwa namna nilivyokuwa nimejificha Mavazi na usoni bado nachelea kwamba je, mpo upande wetu ama mpo upande wa adui. Hapo hapo Mrope akamwambia, tumjibu haraka haraka, maana tumemtafuta kwa miezi kadhaa. Akasema, ni kweli kabisa tukuhakikishie kwamba sisi tupo upande wako, we ulikuwa mdogo tangu nilipoanza kufuatilia kesi ya baba yako. Naitwa Inspekita Baraka, kaka yako mlita ananifahamu vilivyo akiniona ila wewe ulikuwa bado kinda. Lakini kabla hawajamaliza kuzungumza, mlango wa hoteli yao ukagongwa haraka sana. Mhudumu akakimbilia kwenda mpaka pale walipokuwa wamekaa, akasema excuse me, kuna watu wawili walikuwa wanawaulizia hapa jana, muda mchache tu uliopita, wamekuja tena, lakini sisi tukasema mulikwisha kuondoka hapa. Hatujui wanachokitafuta kwenu sisi pia ujue, tuna dhamana ya usalama wenu. Je, mlikuwa na ahadi ya mtu yoyote kuja kuwatafuta hapa? Baraka na Mrope wakatazamana, huku macho yakiwa yamezungumza zaidi ya maneno elfu moja kwamba tupo hatarini, Mrope. Hii ilikuwa ni ishara kuwa mchezo umekolea sasa, nipiga nikupige, kwa sababu yule afisa mkubwa wa upelelezi ambaye amekimbia nchi na yupo huko Malaysia anataka kupoteza ushahidi. Ameshafuatilia kwa taarifa zake za kiintelijensia kwamba Baraka na inspekta Mrope wapo wa pale Malaysia, wanataka kumkamata wamrejeshe huku ili aweze kujibu kesi yake. Msikilizaji wangu, naye Nasra akiwa amekaa kitandani, macho yakiangalia dari anajua kabisa umefika wakati wa yeye kuamua jitokeze wazi wazi kwa Baraka na Mrope au aendelee kujificha. Ni mambo yaliyoendelea katika bunge la kichwa chake. Kisha simu yake ikalia kuashiria kwamba kuna ujumbe mpya umeingia Nasra. Huyu ujumbe huo ulikuwa unatoka kwa Baraka ukisema, Nasra, tuko hapa kwa nia moja tu, haki ipatikane. Tunahitaji msaada wako kwa udi na uvumba ili kumkamata mtu ambaye aliua baba yako na mama yako. Tuko sehemu salama ambapo kisha tuhakikishia tutakuambia ni wapi ili tuweze kuonana. Tunaomba utuamini kwa maneno haya yanayotoka katika vilindi vya moyo yetu. Hatujageuka kama wapelelezi wengine waliogeuka na kuanza kuiasi kesi ya baba yako. Nasra akavuta pumzi ndefu na kisha kaishusha, akajisemea moyoni, huu ndio wakati wa mimi kujitambulisha kwao Siwezi kukimbia daima. Akavaa koti lake jeusi, miwani yake myeusi ya giza na kuchukua begi lake, na anajua kabisa leo anaenda kukabiliana na hatima yake. Labda kule nchini Tanzania, mwendesha mashtaka mmoja alisimama tena akasema, Mheshimiwa Jaji, ushahidi unaonyesha kuwa aliyepotosha ushahidi wa kesi hii ni ndugu mmoja hivi wa watuhumiwa. Kutokana na taarifa pia za Interpol, yupo Malaysia na yupo katika orodha ya watu wanaosakwa kwa udi na uvumba. Mliti naye alishuka katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, huku akiwa amevalia nguo zake za kijeshi, na kulikuwa na watu wachache maafisa wa ngazi za juu wa kijeshi walioandaliwa kumpokea na kisha huyo akapelekwa kwenye kambi ya jeshi ambako ndiko makazi yake huko yalikoandaliwa. Mliti, baada ya kukanyaga ardhi ya Tanzania, akajisemea moyoni mwake kwamba sasa nimerejea nyumbani Tanzania, iwe mvua iwe jua, nitalipa kisasi kwa wauaji wa baba yangu na mama yangu. Jiji la Kuala Lumpur kule Malaysia, ni saa mbili usiku. Baraka na Mrope wakiwa sehemu ya maegesho ya hoteli yao ndogo baada ya kuwasiliana na Nasra wakiwa wanasubiri hawajui Nasra atatokea kulia ama kushoto, na kwamba ni kweli angeliweza kufika hapo kama walivyokubaliana. Ghafula gari dogo jeusi likasimama pole pole. Mwanamke mmoja, msichana ambaye amevalia makoti meusi na miwani ile myeusi ya giza, akashuka pole pole, akitembea hatua za hesabu, huku akiangalia kulia, kushoto kwa uangalifu sana. Baraka kasita kwa sekunde kadhaa, akihisi kwamba Yumkini huyu ndiye Nasra. Akasema, Nasra basi? Nasra na yeye akasema, na Baraka? Yule mwanamke akavua ya miwani yake, macho yao yakagongana, uso kwa uso, yaani Nasra na Baraka aliyewahi muona binti huyo, lakini kilichomtambulisha kwamba huyu ni Nasra ni kijirangi kile na kasura kale kale ka utoto. Akasema, Nasra, nashukuru kwa kuamini na kuja kuonana na sisi Baraka kamnyoshia mkono Nasra ili waweze kusalimiana. Yeye Nasra kasema, ingieni katika gari dogo tuondoke, mahala hapa si salama. Ndiyo, mimi Nasra, lakini nataka ukweli Baraka, kama mko upande wetu ama mko upande mwingine. Lolote mtakalolifanya, mimi nimejitoa muhanga. Baraka kajibu, tupo upande wako daima na tunayaishi yaishi maneno yetu na ahadi zetu kwako Hatukujua ama kwamba wewe utakuwa na mashaka namna hii. Hatujaja kukutesa, tumekuja kukuokoa na kukusaidia kumaliza kiza kinene cha mauaji ya baba yako na mama yako. Baada ya ukimya mfupi Nasra akasema, basi nifuateni mimi, najua alipo yule mtu mnayemsaka. Mrope akavuta pumzi za matumaini, saa za kazi zinaanza, akasema, ila Nasra, ngoja kwanza tujipange kwanza waliondoka na gari hilo hilo wakakata mitaa hapa na pale kisha hao akawaambia tushuke hapa na hao wakaelekea hoteli moja yenye ghorofa 17 akafika kwenye ghorofa ya saba kulikuwa na sehemu nzuri pale ya mapokezi lakini pembeni kuna sehemu nzuri ya kuweza kukaa na kujipanga wakakaa hapo wakawa wakizungumza mawili matatu kila mmoja kwa wakati wake akiaga kwenda uko uwani kwa kusingizia kujisaidia, lakini kwenda kuweka vizuri bastola yake. Msikilizaji wangu, wakiwa pale, Inspekita Baraka aliomba kwenda uwani na yeye akajipanga huko na silaha zake. Katika ile hoteli waliokuwa wamekuwepo hapo, kumbe ni mahala ambapo Nasra alikuwa amefuatilia na walikuwa wakikaa pale wale maadui, lakini sasa hakuwa na uhakika kama wapo hapo. Msikilizaji wangu, sauti ya mtangazaji katika taarifa za habari kule Tanzania kuhusiana na kesi iliyokuwa ikiendelea ilisema hivi: mtuhumiwa mkuu wa kuhujumu ushindi wa kesi ya mzee Nyalile aliyedaiwa kukimbilia nchini Malaysia muda wowote ule anaweza kukamatwa, vimearifu vyombo vya kimahakama. Iwapo akikamatwa, ameelezwa kuwa atadaiwa kuwa atasafirishwa hadi Tanzania kukutana na mkono wa dola. Hata hivyo msikilizaji wangu, siku iliyofuata ya kesi, mliti naye alifika mahakamani akiwa amevalia nguo za kiraia. Alisikiliza ule mwenendo wa kesi, huku hasira ikipanda ikishuka, lakini akasema wakati utafika. Msikilizaji wangu, Nasra amekwisha kukutana na inspekta Baraka na fande Mrope liko jambo linakwenda kutokea, na kwa sasa pazia la haki limeanza kufunguliwa, huenda nuru ikaingia ndani ya chumba cha giza. Kesi ya mzee Nyalile imeanza kurindima, inatikisa upya, na sasa kila kitu kipo mezani kinachotajwa kwa ushahidi. Watoto hawa wawili ambao ni mayatima tangu siku ya kwanza, sasa wamerejea, huku mliti akiwa ni mtu ambaye amesomea ukomando katika sifa za juu kabisa. Je, kule Malaysia mtuhumiwa atakamatwa? Inspekta Baraka pamoja na afande Mrope na Mliti wote wanasakwa upande ule wa maadui, kwamba wakiuawa wao basi kesi hii itakuwa imeisha. Je, Mliti atakubali aishe kupitia mkondo wa sheria? Ni komando sasa, anaweza kufanya lolote huyu kulipa kisasi. Na Nasra ataweza kusimama mahakamani dhidi ya watu waliomuua baba yake na mama yake bila kuonyesha hisia zake. Hayo yote tutayajua katika sehemu ya 31. Ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema asante kwa kufuatilia. Usisahau kusubscribe na kushare channel hii ili iweze kuwafikia simulizi hii wale ambao hawajaisikia. Siku njema.